Kwa sasa katika vijiji vya Afrika kuna simulizi nyingi za viumbe wa ajabu, na mojawapo ya simulizi hizo ni ile ya nyoka jitu. Nyoka jitu alikuwa kiumbe wa kutisha aliye hai pamoja na maisha ya kujitegemea. Kwa mujibu wa watu wa kijiji cha Kiselewe, nyoka jitu alikuwa ni kiumbe aliyeonekana baada ya miaka mitano ya mwanakijiji mmoja kutoweka. Ilisemekana kwamba mwanakijiji huyo alikuwa na mapenzi na mjumbe wa kijiji, lakini kwa bahati mbaya mjumbe huyo hakuwa na mapenzi na yule mwanakijiji. Siku moja mjumbe wa kijiji alipomkataa mwanakijiji yule, mwanakijiji alikasirishwa na kumkimbiza mjumbe huyo hadi kwenye kisima Mjumbe huyo bila kukusudia alikutana na mwisho wake kwa kuingia kwenye kisima hicho, akapoteza maisha. Baada ya miaka mitano watu wa kijiji walishuhudia tukio la ajabu. Nyoka jitu alikuwa amefufuka na kugeuka kuwa kiumbe cha kutisha. Kila alipoonekana watu walikimbia kuokoa maisha yao kwa hofu. Watu wengi waliangamia, vijana wengi walipotea wakifanya shambulio hilo. Wazazi waliomba kwa machozi ili kiumbe huyo akame. Wakati hali ikawa mbaya, mzee mmoja shujaa ambaye alikuwa na umri mkubwa aliamua kuipambana nyoka jitu. Mzee huyo alitumia muda mwingi kutafuta dawa za maana chini ya mwamba mkubwa ili kumiliki silaha ya maana katika mapambano yake dhidi ya nyoka jitu. Mzee huyo alikumbuka wakati alipokuwa mtoto. Babake alimwambia kuhusu dawa za kichawi ambazo zilikuwa zimefichwa chini ya mwamba mkubwa. Alikumbuka pia kwamba babake alimpa maelekezo ya jinsi ya kutafuta dawa hizo. Baada ya kutafuta kwa muda mrefu, mzee huyo alipata mwamba mkubwa na kuanza kuchimba. Baada ya kuchimba kwa saa nyingi, mzee huyo alipata dawa ya kichawi. Dawa hiyo ilikuwa na nguvu nyingi na mzee huyo alijua kwamba angeweza kumshinda nyoka jitu kwa kumpunga dawa hiyo. Mzee huyo alijiandaa kwa mapambano. Nyoka jitu alipojitokeza, mzee huyo alipiga vita ya maana. Mapambano hayo yalikuwa ya kutisha. Watu wa kijiji walikusanyika kuangalia mapambano hayo. Mzee huyo alitumia nguvu za... Please subscribe na like, na uniambie unasikiliza kutoka wapi sawa? Okay, tuendelee aliopata na kupambana na nyoka jitu. Nyoka jitu alikuwa na nguvu nyingi, na mzee huyo alijua kwamba hawezi kumshinda kwa nguvu za kawaida. Kwa hiyo mzee huyo aliamua kutumia dawa ya kichawi, Alipopunga dawa hiyo na nyoka jitu alianza kuonyesha dalili za kulemewa. Mzee huyo alitumia fursa hiyo na kumshinda nyoka jitu. Baada ya kushindwa, nyoka jitu alirudi kwenye ufalme wake wa chini ya ardhi na kutoweka milele. Watu wa kijiji cha Kiselewe walipata amani na mzee huyo alitajwa kuwa shujaa wa nyakati zote. Mzee huyo alikumbuka maelekezo ya babake na akajua kwamba dawa ya kichawi ilikuwa ni silaha ya maana katika mapambano yake dhidi ya nyoka jitu. Simulizi ya nyoka jitu inatuambia kwamba kunyama na kuwa na subira ni muhimu katika kupambana na changamoto za maisha. Pia simulizi hiyo inatuambia kwamba nguvu za kichawi zinaweza kutumika kwa manufaa au maovu. Mzee huyo alitumia dawa ya kichawi kumshinda nyoka jitu na sio kumdhuru mtu mwingine. Simulizi ya nyoka jitu ni simulizi ya maana ambayo inatuambia kuhusu nguvu za kichawi na umuhimu wa kuwa na subira katika kupambana na changamoto za maisha. Hivyo, simulizi ya nyoka jitu ni simulizi ambayo inatuacha na somo la maana kuhusu nguvu za kichawi na umuhimu wa kuwa na subira katika kupambana na changamoto za maisha. Simulizi hiyo pia inatuambia kwamba mzee mmoja shujaa anaweza kufanya kazi kuu na mzee huyo alitajwa kuwa shujaa wa nyakati zote. Mzee huyo alikumbuka maelekezo ya babake na akajua kwamba dawa ya kichawi ilikuwa ni silaha ya maana katika mapambano yake dhidi ya nyoka jitu. Simulizi ya nyoka jitu inatuambia kwamba tunapaswa kutumia nguvu zetu zote na akili zetu kupambana na changamoto za maisha. Pia simulizi hiyo inatuambia kwamba nguvu za kichawi zinaweza kutumika kwa manufaa au maovu. Mzee huyo alitumia dawa ya kichawi kumshinda nyoka jitu na siyo kumdhuru mtu mwingine. Simulizi ya nyoka jitu ni simulizi ya maana ambayo inatuambia kuhusu nguvu za kichawi na na na umuhimu wa kuwa na subira katika kupambana na changamoto za maisha, ambayo inatuacha na somo la maana kuhusu nguvu za kichawi na umuhimu wa kuwa na, na, na, na, na subira katika kupambana na changamoto za maisha. Simulizi hiyo pia inatuambia kwamba mzee mmoja shujaa anaweza kufanya kazi kubwa kwa kutumia nguvu zake zote na akili yake. Mzee huyo alipambana na nyoka jitu na akamshinda, na hivyo akawa shujaa wa nyakati zote katika kijiji cha Kiselewe, simulizi ya nyoka jitu ni simulizi ambayo inatuacha na tumaini kwamba tunaweza kupambana na changamoto za maisha na kuzishinda kwa kutumia nguvu zetu zote na akili zetu. Hivyo, simulizi ya nyoka jitu ni simulizi ya maana ambayo inatuambia kuhusu nguvu za kichawi, umuhimu wa kuwa na subira na nguvu za mzee mmoja shujaa. Mzee huyo alipambana na nyoka jitu kwa kutumia nguvu zake zote na akili yake na akamshinda. Baada ya kushindwa, nyoka jitu alirudi kwenye ufalme wake wa chini ya ardhi na kutoweka milele. Watu wa kijiji cha Kiselewe walipata amani, na mzee huyo alitajwa kuwa shujaa wa nyakati zote. Mzee huyo alikumbuka maelekezo ya babake na akajua kwamba dawa ya kichawi ilikuwa ni silaha ya maana katika mapambano yake dhidi ya nyoka jitu. Simulizi ya nyoka jitu inatuambia kwamba tunapaswa kutumia nguvu zetu zote na akili zetu kupambana na changamoto za maisha. Pia simulizi hiyo inatuambia kwamba nguvu za kichawi zinaweza kutumika kwa manufaa au maovu mzee huyo alitu... Okay, naimani umeenjoy, please subscribe and like, ili tuendelee kutoa video kali kama hizi, na usisite kuandika chochote kuhusu simulizi hii, ili mradi tuboreshe, tuendelee kuwa bora zaidi ya jana. Kadri mnavyozidi kuniambia, na mimi ndo ninavyozidi kuwa mbunifu. Lengo ni kupata burudani, kuburudika na licha simulizi pia anatoa mafunzo ya pesa pamoja na maisha. Asanteni sana mlo like, mlo subscribe katika chaneli yangu, na Mungu awabariki, nawapenda sana.